Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa sera ya menejimenti na ajira katika utumishi wa umma toleo la pili la mwaka 2008 ikisomwa pamoja na sheria ya utumishi wa umma sura 298 ajira katika utumishi wa umma hupatikana kwa ushindani na uwazi. Kujitolea katika utumishi wa umma huwezesha vijana kujipatia ujuzi wa ziada pamoja na kuwapa uzoefu na, uzo, na uwezo wa kushindana pindi ajira zinapotangazwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa vijana kupata mafunzo kwa vitendo ili kujipatia sifa za ajira katika utumishi wa umma pindi nafasi za taaluma zao zinapotangazwa na serikali. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Latifa Khamis jua kali. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Serikali ina mpango gani sasa ya kuwapa vipaumbele vijana ambao wana umri mkubwa ambao wanaenda kufanya interview na ukizingatia wakikaa zaidi ya miaka miwili hawawezi kuingia katika soko hilo la ajira? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa sera ya Menejimenti na ajira katika utumishi wa umma toleo la pili la mwaka elfu mbili na nane imeeleza wazi kwamba ajira zitatolewa kwa ushindani. Hata hivyo, kigezo cha umri mkubwa si kigezo katika kuajiri, lakini kwa kuona hivyo Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imeona changamoto kwamba wale watu wenye umri mkubwa wameshindwa kushindana na watu ambao wametoka shuleni hivi masomo shuleni kwa hivi karibuni. Kwa hiyo, serikali kwa kuona hivyo imetoa kipaumbele kuhakikisha kwamba wale watu ambao wana umri mkubwa watapewa kipaumbele pale ambapo wamelingana alama. Kwa hiyo kama alama zimelingana, atakayepewa kipaumbele ni yule ambaye ana umri mkubwa ili aweze kuingia kazini. Je, serikali haioni haja ya kuondoa kigezo cha uzoefu wa muda mrefu kwa vijana wanaoomba ajira serikalini? Kwama nilivyokwisha kusema kwamba kwa mujibu wa sera ya menejimenti na ajira katika utumishi wa umma toleo la, la pili la mwaka 2008, kwa sasa ajira ni za ushindani na kigezo cha uzoefu hakipo. Mheshimiwa Agnes Okororo. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kuwa serikali imekiri katika majibu ya swali la msingi kwamba vijana wanaojitolea wamekuwa wanajengewa uwezo. Je, serikali haioni haja kuwashikilia vijana wanaopitia katika wakala wa Taesa kwa kundi la wanaojitolea na wa wale wa mafunzo kazini ili kupunguza gharama za kurikruti upya. Kulingana na maelezo ya swali la mheshimiwa mbunge, ni kweli kwamba Serikali inaona kuna haja ya kuendelea kuajiri wale watu wenye uzoefu wenye wa ambao watayari wamesha kujitolea, lakini kwa kuzingatia mjibu wa sera ambayo tumejiwekea sisi kwamba ni lazima ushiriki katika mchakato wa ushindani ili kujenga usawa, kwa sababu wakati mwingine umepata nafasi ya kujitolea kwa sababu ya kufahamiana. Sasa yule kijana ambaye hajapata nafasi moja kwa moja hatapata nafasi hiyo ya ajira. Kwa hiyo ili kuleta usawa, ni lazima tushiriki kwenye suala la ushindani ili ajira zetu ziwe kwa usawa. Waitara: wow, kuna shule fulani ambayo ina upungufu wa mwalimu mm -hmm, wamemwomba kijana, amejitolea pale, serikali imetangaza kazi, kijana huyu ambaye alikuwa anafundisha tayari kwenye shule hiyo ameenda kuomba, alafu anakosa kazi kwamba hana uzoefu. Nini kauli ya serikali katika mazingira kama hayo kwa vijana hao? Wale vijana ambao wanajitolea katika vituo vyetu vya kazi kama walimu, kwanza kujitolea ni kumjengea uzoefu mwalimu huyo. Anapoendelea kufanya kazi ya kujitolea, maanake unamjengea uzoefu, pale ambapo anaenda kwenye usahili, anakuwa na uwezo mkubwa wa kufanya vizuri kuliko yule ambaye hajajitolea. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe wito kwamba vijana wanapopata nafasi ya kujitolea wajitolee wafanye kazi ili kujijengea uzoefu zaidi na kuweza kushiriki kwenye ushindani wa ajira.